Kabla hujaoa au kuolewa fanya haya kwanza. Somo lenye mafunzo ya kina kwa yoyote anayetaka ndoa yenye afya, utulivu na furaha ya kudumu. Kabla hujaoa au kuolewa fanya haya kwanza. Moja. Jifahamu wewe mwenyewe kwanza. Usijitose kwenye ndoa bila kujijua wewe ni nani. Elewa hisia zako, maamuzi yako, mipaka yako na maono yako ya maisha. Usitarajie mtu akamilishe mapengo yako, jifunze kujikamilisha kwanza. Mbili pona vidonda vya zamani kama umewahi kuumizwa au kupitia heartbreak, hakikisha umepona kabla hujaingia kwenye ndoa. Moyo uliojaa majeraha huona kila kitu kwa macho ya hofu na mashaka, na hiyo inaweza kuharibu uhusiano. Tatu, jifunze sanaa ya mawasiliano. Ndoa sio tu mapenzi, ni mawasiliano. Kama huwezi kusema unachojisikia kwa heshima na uwazi, utabeba mizigo moyoni hadi itakulipukia. Mazoea ya kuwasiliana vizuri hujenga amani na kuelewana. Nne, tafuta mtu anayeendana na maadili yako. Mapenzi pekee hayatoshi, hakikisha mnaendana kwenye misingi kama imani, maono ya maisha, malezi ya watoto na namna ya kutumia pesa. Tofauti hizi zikifichwa awali huibuka kama majanga baadaye. Tano, angalia matendo zaidi ya maneno. Watu husema wanachojua unataka kusikia, lakini tabia huonyesha mtu halisi. Usifunge macho kwa sababu umependa. Kuwa makini na mwenendo wake katika kila hali, hasa anapochokozwa au kukataliwa. Sita, jifunze kusimamia mipaka. Kuweza kusema hapana bila hofu ni dalili ya mtu aliye tayari kwa ndoa. Usijifunze kusema ndiyo kila wakati kwa kuhofia kuachwa; hiyo ni tiketi ya mateso ya kimya kimya. Saba, pitia mafunzo ya ndoa premarital counseling. Hii ni hatua muhimu sana. Jifunze kuhusu majukumu ya ndoa, changamoto zinazotokea, na namna ya kuzitatua. Usijue ndoa kwa kuona tu harusi za watu, jifunze kiundani. Nane, kagua historia ya mwenza wako kwa uwazi, si kwa kushuku, bali kwa sababu ni muhimu kujua unapoelekea. Historia ya kifamilia, kihisia, kiroho na kifedha huathiri sana mustakabali wa ndoa. Tisa, fanya maombi na tafakari sana. Ndoa ni agano, si safari ya majaribio. Mshirikishe Mungu kwenye maamuzi yako. Tafakari na omba ili uwe na utulivu wa moyo na uthibitisho wa ndani kabla ya hatua kubwa kama hii. Kumi, jua kusubiri. Haraka-haraka haina baraka. Usioe au kuolewa kwa sababu ya presha ya marafiki, umri au familia. Bora uchelewe kwa sababu unajipanga, kuliko kuingia haraka na kujuta maisha yote. Hitimisho: ndoa sio tu kupata mpenzi, ni kuungana na mtu wa maisha. Ukitayarika vizuri kabla, unaongeza nafasi ya kuwa na ndoa ya baraka, si ndoa ya majuto. Usijifanye uko tayari kwa sababu wengine wanaoa. Jiandae kwa moyo, akili na roho.